Naam, bwana Juma Lokole akiwa, akiwa kama moja kati ya wadaku ambao waga wanakujaga na habari exclusive kuhusiana na, na lifestyle za masta huko mitandaoni e, bwana this time around bwana amewakera watu wengi sana kwa kitendo ambacho amekifanya kwa girlfriend wa Rayvanny. Ni kwamba Juma Lokole bwana ameexpose eh, issue ambayo imemkuta Eh, Faima ambaye huyo ni mpenzi wa Rayvanny kwamba duka lake limefungwa, kwa mujibu wa udaku ambao amepewa Juma Lokole na kuja kwa uposti huku mtandaoni. Juma bwana kuna mtu amemtumia habari akamwandikia kwamba mwanangu Faima kodi imeisha, kashindwa kulipa mwezi mzima eh, kazungusha, kamzungusha mwenye, mwenye fremu. Kwa hivyo basi ametolewa vitu nje na pia vile vile saluni imeenda hivyo. Umeona, eh, kwa hiyo Juma yeye akajibu kwamba mtume kweli pesa, kwani pesa hana, kwani kweli pesa hana, kwani ameuliza hivyo, then akasema kwamba nakupigia yani ajue, alafu ameandika hivyo Juma Lokole, sasa basi. Juma akaja kaposti hiyo habari alafu akaandika hapa chini katika caption kwamba he, bwana itakuwaje sasa wa Mbea dada, nasikia ana, ana mimba nyingine, maona bwana, nasemekana kwamba Fahima ana mimba nyingine na duka lake huko limefungwa ametolewa vitu nje kwamba hakulipa kodi, maona bwana. So, wadau mbalimbali wamekuja kuzungumzia hilo swala na moja kati ya watu hao ni Haji Manara. Haji Manara bwana, hajapendezwa hata kidogo hela ya kulipa kodi hana. Haji ameandika kwamba Juma mdogo wangu, unafurahiaje mtu akipata matatizo? Unahisi kwamba yana mmoja hayo posti umbea wako, lakini haya mengine na hasa watu unaowajua wa yaache. Kwa hiyo Manara amekuja kumshauri hivyo Juma Lokole. Kari ameandika kwamba eh bwana, mna uhakika kwamba kodi imeisha jamani, au mtu ameamua kuhama location? Eh, yeah, auze gauni milioni kodi ije kumshinda. Haya, mtu mwingine amesema kwamba bwana, cha ajabu nini sasa hapo? Mbona hata sisi pia vile vile kuna muda mambo yanaendaga hovyo, hela hazishikiki. Eh, fanyeni nyie basi, kama kama yeye imemshinda. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika ombi bwana, ukute amehama tu eneo la kazi, ila wambea kweli mmenishinda me, tabia kwa mtu. Sasa mtu anafurahia mwenzie kushindwa kulipa kodi, huu ni ujinga aise. Umeona kwa kuna watu wengi sana, comment ni nyingi sana, sana zimeonyesha wazi kwamba hawajapendezwa na hiki kitu ambacho Juma Lokole ameposti kama vile amesherekea faima kukutwa na hayo majanga. Huyu hapa Muki Lucas anasema kwamba bwana, hii ndio furaha ya mtanzania kuona mwenzia amefeli. Kwa bwana, wadangaji tu ndio watashangilia hii hali, ila kama ni mfanyabiashara hivi ni vitu vya kawaida. Umeona bwana? Kwa hiyo Juma Lokole, bwana, watu wamekuja kum, kumsema baada ya kuonekana kama vile ameshangilia tukio la Faima kufukuzwa kisa hajalipa kodi. Ukiwa kama mdau, na kipi cha kusema, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.